Jioni hii ya Alhamisi inaitwa Alhamisi kuu. Tunaanza siku tatu kuu za Pasaka. Tunaanza sherehe, sherehe ya Pasaka kwa kuanza na azimisho la karamu ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya Yesu kuingia katika mateso, kifo na kuzikwa, hatimaye ya ufufuko wake, alipata nafasi ya kula chakula cha pamoja pamoja na wanafunzi wake kumi na wawili na wakati wanaandaa chakula au wanakula chakula hicho, Bwana Yesu Kristo alifanya mambo matatu muhimu sana, na mambo haya matatu ambayo Yesu Kristo aliyafanya siku ya Alhamisi kuu pamoja na wanafunzi wake na mitume wake Jambo la kwanza alitua mkati kama zawadi, akaugeuza kuwa mwili wake, na kisha akatoa divai, akaigeuza kuwa damu yake. Kwa hilo tendo, kwa hicho kitendo alichokifanya Bwana wetu Yesu Kristo aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu, sakramenti ya upendo, sakramenti ya ukarimu. Lakini baadaye aliwaosha wanafunzi wake miguu, aliwaosha wanafunzi wake miguu. Tendo hilo la kuwaosha wanafunzi wake miguu linaonesha ni jinsi gani Yesu alikuja kutumikia na sio kutumikiwa. Yeye ni mtumishi, na baadaye aliwaachia wosia, akawaambia mpendane, akawaambia amri mpya, na wapa mpendane. Wosia aliyowaachia wanafunzi wake Bwana wetu Yesu Kristo ulikuwa na upendo, ilikuwa na upendo tu. Ndugu zangu, leo ni Alhamisi kuu, siku tatu kuu za Pasaka. Tunaazimisha mambo matatu kwa siku tatu: mateso, kifo na ufufuko. Siku hizi tatu zinahesabika kama siku moja Yani tendo hili matendo haya matatu mateso ya Yesu kuazimisha mateso ya Yesu na kifo chake pamoja na kushangilia ufufuko wake, matendo haya yanaazimishwa kwa siku moja, lakini yanaazimishwa kama tendo moja, lakini kwa siku tatu. Tumesikia katika somo la kwanza juu ya Pasaka ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa na Pasaka yao na Pasaka yao ilikuwa ni kukumbuka kule kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri. Somo la kwanza ninatueleza vizuri sana mwanzo na namna na masharti ya kuadhimisha kumbukumbu ya kutolewa kwao ya kukombolewa kwao Misi. Inatuambia mwanzo wake kwamba kawaida, wao kihistoria, Wayahudi walikuwa na sherehe mbili, sikukuu ya Pasaka ambayo iliwahusu wafugaji na sikukuu ya sherehe ya mikate isiyotiwa chachu ambayo iliwahusu wakulima. Wafugaji walisherekea sherehe ya Pasaka wakikumbuka kule kuombolewa kwa Wamisri kwa kutoa wazaliwa wa kwanza wa wanyama wao kama shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Mzaliwa wa kwanza ilikuwa ni zawadi, ilikuwa ni mali ya Mungu. Mzaliwa wa kwanza wa nyama ilikuwa ni zawadi kwa Mungu, na vilevile vile, wakulima mazao yale ya kwanza walimtolea Mwenyezi Mungu kama shukrani, na haya yote ilikuwa ni ukumbusho tu wa kukombolewa kwao Misri. Na sherehe hii ya Pasaka ilifanyika mwezi wa sita kwa kalenda ya Kiyahudi, tarehe 14 ya Nisani lakini kwa kawaida kwetu ni katikati ya mwezi wa tatu na mwezi wa nne, siku ya kumi na nne wao ndipo walipowazimisha sherehe hii ya Pasaka. Lakini Yesu alifanya sherehe ya Pasaka na wanafunzi wake katikati ya sherehe hii ya Pasaka ya Wayahudi Wayahudi walipokuwa wanasherekea sherehe hii ya Pasaka ya kwao ya kuombolewa kule Misri, nao Yesu akala chakula cha pamoja pamoja na wanafunzi wake. Wakati ule ule wa Pasaka ya Wayahudi, Yesu akaandaa chakula, karamu ya mwisho ya kuagana pamoja na mitume kumi na wawili. Kwa kufanya hivyo, alituachia zawadi muhimu sana, zawadi ya Ekaristi Takatifu, ukumbusho kwetu. Na somo la pili la waraka Mtume Paulo kwa Wakorinto linaeleza ni namna gani sherehe hii ilivyo hey. Sakramenti ya Ekaristi e takatifu ilivyosimikwa kwamba Kristu wakati yuko pamoja na wanafunzi wake, wamekaa mezani, wa kila mlo wa pamoja wa kuagana, alitoa mkate ule mkate akaugeuza kuwa mwili wake, kwanza akamshukuru Mungu Akaomega, akawapa, akawambia twaeni mle wote, akawambia twaeni mle wote. Na kisha akatoa kikombe cha divai, akakigeuza kikombe hicho kuwa divai, akawambia twaeni mnywe wote. Kisha akawambia fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. kwa maneno hayo Yesu aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu, watoto wa Mungu. Yesu aliweka ekaristi siku gani? Alhamisi kuu jioni. Jion. aliweka sakramenti ngapi? Siku ya leo aliweka sakramenti ngapi? Jion. aliweka sakramenti ngapi, ngapi? mnaipata sikuliwote sakramenti gapi? Wangapi wanasema tatu? Mkono juu. Wangapi wanasema mbili? Aliweka sakramenti ngapi? Aliweka ta tatu. Ya kwanza ya kwanza ya kwanza ya kwanza tasauti ya pili ya tatu, daraja la upande. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kwa kusema hayo maneno, bwana wetu Yesu Kristo aliweka sakramenti tatu siku ya Alhamisi. Yesu aliweka sakramenti tatu, sakramenti ya Ekaristi takatifu, ya kitubio, pamoja daraja sakramenti ya upadre. Ndugu zangu, kwa kuweka Ekaristi takatifu Yesu alitaka kae nasi kwa njia ya umbo la mkate na divai, ambayo yumo kweli ubinadamu na umungu wake. Alitaka kae nasi nisi tumweleze shida zetu, matatizo yetu, maangaiko yetu, furaha zetu kwa kufanya hivyo alitaka abaki katika alama ya mkate, alitaka aishi kwetu kwa umbo la mkate. Kwa kufanya hivyo, kwa kuanzisha hiyo sakramenti ya Ekaristi takatifu, kwa kuiweka, alitaka kutufundisha na sisi ukarimu. Kwa hiyo, kwa maneno mengine, sakramenti ya Ekaristi takatifu ni sakramenti ya ukaribu. Ndio maana alisema toaeni mle wote, toaeni mnywe wote. Ni wangapi wanaoshiriki wanao chakula pamoja? Ni wangapi wanaoshiriki kinywaji pamoja? kwa kula pamoja ni ishara ya upendo, kula pamoja kama wanafamilia ni ishara ya upendo, kwamba mnapendana. Kunywa pamoja kama wanafamilia ni ishara ya upendo. Ndio maana Kristu alizungukwa na mitume wake, wakala pamoja, wakanywa pamoja. Kula pamoja kunywa pamoja ni ishara ya upendo. Kama hatuli pamoja nyumbani, hatuna upendo. Kama hatuli pamoja, ni kwamba hatuna upendo. Yesu aliwapa wanafunzi wake mwili wake na anatupa na sisi. Sisi kama familia ya Kikristo kwa ubatizo, wote tumefanywa familia ya Kikristo. Ndio maana tunakusanyika pamoja hapa. Ndiyo meza kuu hii ni meza e, hii ndiyo meza kuu. Baadaye tutageuza mkate na divai hapa kuwa mwili na damu yake. Je, mimi na wewe tunashiriki, tunashiriki chakula pamoja na Yesu? Tujiulize, ni kwa kama mimi mwanafamilia wa Kikristu, kwa nini nashindwa kushiriki meza ya Bwana? Huwu anasikiliza maubili yapadi moja, nacheka sana, ni mwalimu wangu e, mtanipiga mawe ac ile sala ya mtakatifu nyasi e, tuna wote lakini wengine hawajapokea. Anasema roho ya Kristo, nifanyaje sasa? Utatakaswa namna gani ujapokea Kristo takatifu Ujashiriki Ekaristi takatifu, unaushirika na Kristu. Ndugu zangu, tujiulize, kwa nini mimi nisipokee? Kuna shida gani? Kwa nini nisikomunike? Kuna shida gani? Kwa nini nisishiriki meza ya Bwana, meza ya upendo, meza ya ukarimu? Nina shida gani? Nitakaa hivi mpaka lini? Yesu anatuambia hivi, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anakaa wapi? Eh, anakaa ndani ya, tunakaa ndani ya nani, na Yesu anakaa wapi? Sasa wewe kama ukomuniki una, na Yesu au unamkomunika kwa neno tu una, tunakomunika kwa tamaa zangu tunapaswa kufanya tafakari hiyo tunapoazimisha Alhamisi Kuu, e, siku ambapo Yesu aliweka sakramenti ya upendo sakramenti ya ukarimu. Baada ya hapo Yesu aliwaosha mitume miguu, aliwatawadha kuonesha ni namna gani yeye alikuja kuwatumikia watu na sio kutumikiwa yeye. Anasema, mimi ambaye ni mwalimu, mimi ambaye ni masiha mimi ambaye ni mfalme nawaosha nyinyi miguu. Kama mimi nimefanya hivyo, na nyinyi mfanye hivyo, muoshane nyinyi wenyewe hivyo, muoshane, nyinyi kwa wenyewe mfanye hivyo, muoshane nyinyi kwa nyinyi. Hapo alitufundisha kwamba katika maisha yetu na katika utume wetu tunapaswa kutumikiana, hakuna ubwana wa mtu. Wote na baadaye aliwapa amri Aliwatia wosia, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Mtu akinipenda atalishika neno langu, nasi tutakuja kufanya makao kwake. Alituambia tupendane. Upendo ni utambulisho wetu, utambulisho wa Ukristo wetu. Kristo anatuambia sisi wa Kristo tupendane. Tukipendana watu watajua kwamba sisi ni watu wa Mungu, sisi ni Wakristo. Lakini kama hatupendani, tunaishi kama wapagani. Hata wapagani wanapendana, watu wasiomjua Mungu wanapendana, lakini pengine sisi wabatizwa wote hatupendani tunakuja kumkomunika Yesu hapa, sakramenti ya upendo. Lakini tukishatoka hapa, tunanyamazia hapo. Kama tuko katika taasisi ya ndoa au katika familia ya ndoa, basi pengine hatusalimiani, pengine hatuamkiani, lakini wote tunampokea Yesu, wote tunamkomunika Yesu. Kama tunamkomunika Yesu, kama tunampokea Yesu katika umbo la mkate lakini hatupendani, ni kazi mile, ndugu zangu. Hapo tutakuwa tunafanya maingizo, tunakufuru ndugu zangu, hii kwa sababu ni sakramenti ya upendo. Yamana Kristo alisema tupendane, tupendane kama watoto wa Mungu. Anasema mkipendana, hili kwa nini basi watu watajua kwamba ninyi ndio wanafunzi wangu. Tukipendana kweli sisi wa Kristo watu wengine watafahamu kwamba sisi ni wafuasi wa Yesu, kwa sababu Yesu ni upendo, Mungu ni upendo. Huwezi kusema kwamba unampenda Mungu lakini, huku unamchukia jirani yako, huku unamchukia ndugu yako, huku unamchukia ndugu yako. Ndugu yangu, dhuluma, fitina, magomvi, chuki, hasira ni kinyume na mapenzi ya Mungu ni kinyume na amri ya mapendo ya Mungu. Masengeno, fitina, rushwa ya mambo haya yote ni kinyume na mapenzi ya Mungu, ni kinyume na amri ya Mungu ambayo anatuambia pendani. Ndugu zangu, tunapoadhimisha siku ya leo ya Alhamisi Kuu, Yesu anaingia katika saa ya mateso na kwa moyo mtulivu kabisa na kwa kutaka yeye mwenyewe alifanya hili tu, ili kuonesha mapendo yake makubwa kwa wanadamu wote kwa wanadamu wote. Usia aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tupendane, na sisi hivyo hivyo tunapaswa kupendana katika maisha yetu, tunapaswa kumpenda Yesu wa Ekaristi na kupokea tukiwa katika hali njema. Tufahamu, ndugu zangu, mambo muhimu sana kabla ya kupokea Ekaristi takatifu: kwanza, kuwa na imani thabiti.